Yes, ni taarifa za kweli kabisa. Uh, ipo klabu imekuja hapa na imekuja kwa nia ya kumhitaji mchezaji wetu Stefan Aziz Ki na mchezaji huyu Stefan Aziz Ki uh, ni vyema umma ukafahamu kama ambavyo tuliufahamisha wakati anaongeza mkataba na klabu yetu. Aziz Ki aliongeza mkataba wa miaka miwili. Hivi tunapozungumza Aziz Ki amebakisha mkataba wa mwaka mmoja, na ndio maana kwenye taratibu zile za transfer kama ambavyo FIFA imeelekeza, uh, mchezaji mwenye mkataba ni lazima klabu inayomhitaji wa mchezaji ibishe hodi kwa klabu ambayo inamiliki huyo mchezaji hivyo, uh, tumepata ofa hiyo na taratibu zinaeleza very clear. Ukishapata ofa namna hiyo, cha kwanza kabisa ni kuruhusu kwanza mazungumzo, if you are interested na hiyo biashara, ni kuruhusu kwanza mazungumzo kati ya mchezaji na hiyo club inayokuja. Pakisha kuwa pana personal agreement, ndiyo mnakuja kuzungumza sasa uh, transfer agreement kati ya club na club. Kwa hiyo sisi, hatua ya kwanza ilikuwa ni kuzungumza na Stefano Aziziki kumwambia kuna ofa hii imekuja kwenye club What do you think? na yeye akasema uh, nafikiri tumekaa muda mrefu, ni wakati na mimi sasa kwenda kupata changamoto nyingine kwa hiyo kama klab tukaruhusu mazungumzo baina hiyo club iliyokuja na Stefano Aziz Ki waweze kuzungumza na wakubaliane. Wakishakubaliana sasa ndio wanarudi kwetu. Kwa taarifa ambazo ni za uhakika tayari uh, personal agreement kati ya Stefano Aziz Ki na hiyo klabu iliyomhitaji zilikuwa zimeshakamilika, kwa hiyo wakarudi sasa kwetu sisi kwa ajili ya kuzungumza sasa uhamisho Uh, wa, wa, wa, kutoka hapa kwenda kwenye hiyo club aina gani ya uhamisho dili koje? Eh, na thamani yake na kila kitu. Kwa hiyo as we speak right now bado hakuna dokumenti ya mwisho ambayo imesainiwa kati ya klabu yetu na klabu inayomhitaji Stefano Aziziki. Ziko negotiations zinaendelea, na naamini kama jambo hili litamalizika, kama ilivyokuwa ada ya klabu yetu, tutakuja tena mbele, tutaeleza ndugu zetu waandishi wa habari uh, status ya jambo lenye imemalizika vipi na ikitokea pia halijamalizika, takuja kuwaeleza kwamba jambo lilikwamia sehemu gani. Lakini hivi ninavyozungumza, Aziz Ki bado ni mchezaji wa Yanga na na mkataba mwaka mmoja, lakini is true kwamba kuna hayo mazungumzo yanaendelea ambayo bado haijafika mwisho Yes, kumekuwa kuna matukio tofauti tofauti, lakini pia stori nyingi sana zikimhusu bwana Stefan Aziz Ki e, kuondoka Yanga e, na kwenda kujiunga na klabu ya Wydad Kasablanka ambayo inapatikana kule e, nchini Moroko, ambapo pia inasemekana kwa mwaka huu pia ni moja kati ya klabu ambayo pia zinategemea kuweza kuwa na e, zile nasema kombe la dunia kwa vilabu kutokea hapa Afrika, lakini pia nchi nyingine tofauti tofauti. Sasa Aziz Ki alikuwa amehusishwa moja kwa moja directly, kutokea Yanga e, then kwenda e, bwana e, kule Wydad. E, Casablanca lakini sasa taarifa rasmi za Yanga zilikuwa hazijatoka bado, na mara baada ya bwana tetesi hizo kuweza kutoka, zimekuwa ni nyingi nyingi sana na moja kati ya wa wachambuzi ambao wanapatikana kutokea hapa Tanzania ni mwanamke fulani hivi ambaye jina yake naweza nikalihifadhi kidogo, alikuwa amekwisha kuzungumza kwamba eti e, bwana, e, bwana kiwango cha Stephane Aziz Ki e, bwana hakitoshi kuweza kuchezea Yanga, kwamba Aziz Ki ana uwezo mkubwa zaidi kuliko timu anayochezea lakini pia kuliko ligi ambayo anaichezea yani akimaanisha kwamba bwana Stephane ana kiwango kikubwa zaidi cha kucheza, lakini pia ligi ya Tanzania sio hadhi yake kuweza kuicheza e, bwana. Moja kati ya dharau ambayo kibinafsi mimi mwenyewe sikuweza kuielewa lakini pia sikuweza kuipenda kutokana na the way ambayo mtu amekuwa ameongea, ana, ana, ameweza kufananisha ligi yetu ni ndogo kuliko ebana, mchezaji yani Stefani Aziz Ki ni mkubwa kuliko ligi yetu, lakini pia eh, Stefani pia ni mkubwa eh, kuliko ebana, timu ambayo anakuwa anachezea. Sasa eh, haya yote yameweza kukatwa na mzizi wa fitina kutokea moja kwa moja na uongozi kutokea, Yanga nikimaanisha huyu ni eh, msemaji wa, wa, wa, wa, wa, Yanga ambaye ni Alikamwe ambaye ameweza kufunguka mwanzo mwisho ni kwamba bwana Stephane Aziz Ki bado ni mchezaji halali kabisa wa klabu ya Yanga. Ikumbukwe kwamba mara baada ya mkataba wake kuweza ku, eh, kuendelea kuelekea kuwa mwishoni mwishoni mwa mwaka jana aliweza kuongeza mkataba wa miaka miwili na mpaka sasa hivi, katika ile miaka yake miwili ambayo alikuwa amekwisha kuiongeza ameshatumia mwaka mmoja ambao ndio huu unaisha kwa sasa hivi, ligi eh, hii inavyoenda kuisha, then umebaki mwaka mmoja kuweza kuitumikia Dar es Salaam Young Africans. Endapo sasa kama timu nyingine itataka kumchukua mchezaji huyu, itabidi iende mezani, kwa sababu ni lazima avunje mkataba wa mwaka huu mmoja ambao umekwisha kubaki, and then mambo mengine yatakuwa yanaendelea. So Alikamwe ameweza kufunguka vizuri kabisa. So, kwa wale wote ambao pia walikuwa doubt kuhusiana na hiki pia waweze kuelewa kwa namna hiyo. Lakini pia yale maneno ya kimbeambea ya kisha kunaku kwa upande mwingine, wanasema kwamba sasa eti endapo wana Aziz Ki ataondoka kutokea pa Tanzania akaondoka kwenda huko Morocco na sehemu gani Hamisa Mobeto atamwachia nani, ataondoka naye kwenda naye huko, kwa sababu tunajua kabisa ni moja kati ya wa watu ambao pia ni mafamous kutokea pa Tanzania, wana mitindo ambao wanafanya poa zaidi, biashara zake nyingi zaidi pia Hamisa Mobeto zinapatikana hapa hapa Tanzania. Sasa je kutokana na eh, uhamishaji wa mishoji, wa wana ambao anakuwa anaenda timu mara nchi hii mara nchi hii mara nchi hii, itakuwa vipi kwa upande wa Hamisa Mobeto? Na yeye atakuwa anahama na Aziz Ki popote pale anapokuwa anakwenda, kwa sababu kisheria itabidi iwe hivyo, kwa sababu yule ni mume wake, ameshamuoa kwa halali kabisa. So popote atakapokuwa mume wake anataka kwenda na mke wake, lazima Hamisa Mobeto ataweza ku, kutakiwa kwenda. Sasa sioni kama kutoka kuna ubaya kwa sababu harakati zinaweza zikaendelea huku Tanzania, lakini pia hata kama maisha yao yanakuwa Moroko au sehemu nyingine zote, maisha tu ni lazima yazidi tu kuendelea. Lakini pia wale wambea mbea wanasema kwamba huu ndio mwanzo sasa wa Hamisa Mobeto kuweza kuachika au azisiki kuweza kutembea kwa sababu anatoka katika nchi ya Tanzania na kwenda katika nchi zingine. E bana e, drop comment yako hapo. Yapi maoni yako kuhusiana na hiki e bana yeye e Mobeto na, e, baki hapa hapa Tanzania na mambo mengine yaweze ya bana kuendelea. Ikumbuke kwamba pia familia yake pia ya, ya Aziz Ki ilikuwa bado haijaridhia au kuweza hata kuhudhuria harusi ya mtoto wao Stefan Aziz Ki mara baada ya yeye kuweza kufunga harusi yao kutokea hapa ya bana, Tanzania. Drop comment yako utakomentisha kinoma, noma, and my name is Dad kabisa. Chao.